Dalili za meno kuota kwa watoto. Je, kupandisha joto, kuharisha au homa ni sehemu ya meno kuota? Katika maisha ya ukuaji wa mtoto, hatua ya kuota meno ni mojawapo ya kipindi muhimu kinachoweza kuambatana na mabadiliko mbalimbali ya kiafya na tabia. Wazazi wengi hujiuliza maswali kama, je, mtoto kuharisha, kupandisha joto au kuwa na homa dalili za meno kuota? Katika makala hii tachambua kwa kina dalili za kawaida za kuota meno na kubaini ukweli kuhusu uhusiano kati ya meno kuota na dalili nyingine kama homa na kuharisha. Meno kuota, hiki ndicho kinachotokea. Meno ya kwanza ya mtoto huanza kuota kati ya miezi minne mpaka saba ya maisha, ingawa kwa baadhi ya watoto huchelewa hadi miezi kumi na mbili. Meno ya kwanza yanatokea ni mara nyingi ni meno ya mbele ya taya chini yani lower central incisors Zoezi la kuota meno linaweza kuambatana na usumbufu kwa mtoto, lakini si ugonjwa. Ni mchakato wa kawaida wa ukuaji, ambapo fizi hupasuka ili kuruhusu jino kutoka. Utakuwa nami daktari Leni Komba nichukuletea mada hii kwa undani. Hebu tuone dalili za kawaida za meno kuota. Dalili ambazo ni za kawaida wakati meno yanatoka ni pamoja na kutokwa na mate mengi kuliko kawaida, mtoto kutaka kuuma vitu au kuvuta vidole mdomoni, fizi kuwa nyekundu au kuvimba, hasira na kulia zaidi ya kawaida, kupoteza hamu ya kula, hasa vyakula vigumu, kukosa usingizi au kushtuka mara kwa mara usiku. Je, homa au kuharisha dalili za meno kuota? Kupandisha joto kidogo low grade fever, hadi degree 37 kunaweza kutokea kwa mtoto anayeota meno na kutokana na mwasho wa fizi, lakini si kawaida kuwa na homa kali au kuharisha sana. Dalili kama homa kali zaidi ya joto ridi 38, kuharisha au kutapika au kikoozi ni viashirie vya uwepo wa ugonjwa na si matokeo ya meno kuota. Watoto wanapoanza kuota meno pia huanza kuweka vitu mdomoni, hali inayoweza kuwaingiza katika hatari ya kuingiza vijidudu mwilini na kusababisha maambukizi kama kuhara au mafua. Nini cha kufanya wakati meno yanaota? Mpe mtoto tisa salama yenye baridi, husaidia kupunguza washo wa fizi. Safisha fizi kwa kitambaa chepesi na safi mara kwa mara. Mpe chakula baridi au kigumu kama ndizi mbivu au karoti ya baridi. Epuka kumpa dawa za kupunguza maumivu bila ushauri wa daktari. Kama mtoto ana homa kali, kualisha au kutapika, mpeleke kituo cha afya kwa haraka zaidi itmish Meno kuota ni hatua ya kawaida ya ukuaji wa mtoto ambayo huja na dalili kama kutokwa na mate, kuuma vitu, kulia au kutopenda kula. Hata hivyo, dalili kama homa kali au kuharisha hazihusiani moja kwa moja na meno kuota, bali huashiria uwepo wa maambukizi au magonjwa mengine. Ni muhimu kwa mzazi au mlezi kumwangalia mtoto na kuwa makini na kutafuta huduma ya afya pale panapohitajika. Ulikuwa nami Daktari Leni Komba, tukutane katika mada ijayo. Niandojea kwenye comment section, nini unapenda tujifunze au nini umejifunza katika siku ya leo. Hakikisha na subscribe ili uwe unapata mauzui yetu.